Karibu mtazamaji, jina langu ni Mary Kilobi na mtangazaji wa ishara ni Meresha Owiti. Muungano wa upinzani nchini Code umekosoa hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta kwa taifa ukisema kuwa aliwapotosha Wakenya, wakiongozwa na Raila Odinga, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula. Code imesema kuwa serikali ya Jubilee imefeli kwa sekta nyingi kama vile usalama na utalii. Kalonzo Musyoka amesema kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka haitakiwi kusimamia uchaguzi mkuu ujao.

Na mkuu wa sheria wa Kenya Profesa Githu Muigai amepinga usemi wa kiongozi wa mashtaka ya jinai ya kimataifa ICC, Fatou Bensouda kwamba kusambaratika kwa kesi dhidi ya naibu wa rais William Ruto na mwanahabari Joshua Arap Sang kulitokana na Kenya kukosa kushirikiana na mahakama hiyo. Muigai amesema hamna taifa lolote barani Afrika ambalo limeisaidia mahakama hiyo kushinda Kenya, ikiwemo kutumika kwa uwanja wa Jomo Kenyatta kuwasafirisha washukiwa wengine kutoka mataifa jirani hadi The Hague. We in Kenya have granted the International Criminal Court unlimited, unprecedented access for their personnel to be stationed in Kenya to carry out their investigations in all the hotspots that they claimed

Na mtazamaji, katibu mkuu wa muungano wa wafanyikazi nchini kotu Francis Atuoli amesema kuwa serikali inatakiwa kuchukua hatua kali dhidi ya ufisadi kwa sababu ufisadi huo unawanyima vijana wengi kazi humu nchini. Akizungumza katika makao makuu ya muungano huo, Atuoli amesema kwamba kuna wizi mkubwa katika kutoa zabuni za serikali. Kadhalika anataka wafanyikazi wa mishahara ya chini kabisa nchini kuongezewa mshahara kwa asilimia arobaini kama nchi inapoteza 600 bilioni zinaenda kwa mifuko ya watu binafsi na hawana aibu tena, anasimama anasema, sa leader am here this government is good, tutawapatia mradi fulani ya bilioni fulani, hakuna kitu ya milioni. Hii dispensari ama saanati, hii bilioni tatu, barabara hii kutoka hapa kufika hapa bilioni kumi, na zote zinajengwa kwa hewa, huwezi kuziona, just setting a pace kwa wizi. Saa hii ura amekuwa France, Germany, ana sign agreement ya pesa ya kusaidia hii nchi. Kijana amefanya kazi, lakini katels wamekaa hivi, wanangojea hizo pesa. Na polisi mjini Bungoma wamemnasa mhubiri mmoja wa asili ya Kitanzania aliyekuwa akiwatapeli wafanyabiashara kwa kusaga mifereji ya maji na kupaka chembechembe -chembe zake katika bidhaa akidai kuwa ni dhahabu. Mwanahabari wetu Robert Wanyonyi na taarifa zaidi. Polisi mjini Bungoma wanamzuilia mhubiri mmoja raia wa Tanzania aliyepatikana na bidhaa gushi ambazo amekuwa akitumia kuwatapeli wa Kenya kwa kudai ni dhahabu. Uchunguzi wa awali wa polisi ulibaini kuwa mshukiwa kwa ushirikiano na wengine ambao wameingia mafichoni wamekuwa wakisaga mifereji ya maji na kupakia kwa karatasi ndogo huku wakiwahadaa wakaazi wa miji ya Kisii, Kisumu na Bungoma kuwa ni dhahabu. Michael Chacha kama anavyofahamika mhubiri huyo alianza kwa mahubiri alipofika nchini takribani miezi tatu iliyopita, lakini ilimbidi abadili mbinu za kutafuta kipato na hapo akaanza kufinyanga mifereji akipakia kwa vipimo vidogo. Kulingana na polisi, kipimo hiki kinagharimu shilingi milioni moja nukta tano. Hatujui ni kama wale matabeli wanaombea watu wakieleza mtu hii ni ya pesa, lakini mtu akipinduka kidogo anapatiwa hii, alafu anaambiwa enda tu na usipinduke, usiangalie nyuma. Mshukiwa alipatikana na Biblia hii ambayo amekuwa akitumia kueneza injili kabla ya kuwatapeli wateja wake. <coughs> Matuwa, Robert Wanyonyi, KTN. Na mtazamaji, basi ni wakati wa mapumziko mafupi na kisha torejea na makala ya Tembea Kenya, na vilevile vile mtazamaji, kukumbusha tu katika sehemu ya pili hii leo tunamhoji Henry Motego aliyekuwa mchezaji hodari sana wa kandanda katika uh, Harambe Stars miaka ya 90 mtazamaji iwapo ulikuwa unapenda kuangalia mpira wakati ule basi yuko hapa waweza kuwasiliana nasi kumuuliza swali ama kumwambia lile unatakalo kumwambia ataweza kukujibu yale ambayo ataweza haya yote mtazamaji ni baadaye lakini kwa sasa tupate mapumziko mafupi usiende Sisi kama askari we submit to the civil prerogative. Tunafuata maagizo ya serikali yetu. Katika makala ya Tembea Kenya, leo tunaangazia eneo moja lililo nadra sana kuonekana au kupatikana. Ni eneo lililo na sehemu mbili za maporomoko ya maji au Twin Falls kwa Kiingereza. Mwanahabari Kamchemenza anaanza safari yetu ya Tembea Kenya itakayokukaribisha hapa, sauti inayotuliza mawazo na kumfanya mtu kutafakari maajabu ya ulimwengu, angalau kuyapa macho yako taswira tofauti. Hapa wenyeji wanasema sehemu hii imekweko tangu jadi, ingawa bado haijatengwa au kuwa chini ya usimamizi wowote ule. Uh, it is an attraction in itself. Ni vile tu kila mtu anata, hata wale wamezaliwa hapa, kila wakati wanataka kuangalia ni nini ni naendelea. mm -hmm. kuna upepo mingi natoka chini mm -hmm. na ikitoka chini upepo nasukuma maji juu mm -hmm. ikisukuma maji juu ina toa mbuke. Okay, akitoa hiyo upepo ikienda juu, hiyo maji bana anguka chini mm -hmm. sinaanza kunyesha juu mm -hmm. ndio inaitwa pit piten oh. so pit piten ni maani inamaanisha ya kwamba hiyo maji ganguka maji ganguka chini inasukumwa na upepo na kuja juu mm. Sehemu hii ya maporomoko ya maji inayofahamika kama Sumot bila shaka ni sehemu iliyojificha sio wengi wanaoifahamu, lakini kwa wenyeji hapa wanasema ni ni mandhari ama kivutio ambacho wako nacho kila siku. Uwa anga jibi yako mm -hmm. kitamba mm. aweza anguka chini mm. itarudi juu mm. na hapo ni mali mazuri mm. kwa tourist mm. Mm. Eneo hili linaonekana kuwa tulivu, huku wenyeji wakieleza kuwa chini panapomwagika maji pana wanyama tofauti tofauti. Vilevile vile utashuhudia aina mbalimbali za miti katikati mwa milima hii, na ni mojawapo ya uh, yale uh, pahali tunapeleka watalii ama tungependeleza, ili tuendeleze mambo ya utalii, kwa sababu huku mambo mengi yapo sasa hapa kwa histuria kwa se hata wanainje hata watu iwatua wanasoma ni kwa histuria hmm. Hapa nikuja angalia kama watu wa sainis watalii. <laughs> Hapa bado hapajatengwa na kulizuru eneo hili, kwa sasa hamna malipo yoyote. Wakazi wananieleza kuwa watu wachache kutembelea hapa, ila ukosefu wa usimamizi unaweza kuhatarisha maisha, lakini ni pahali penye tuna hakika ya kwamba county county, county government iki develop barabara na iwe, iweka hapa kama pahali pa wageni, watalii itabidi iwekwe uh, shanzu na iwekwe pahali paku, watu kuwa na nafasi ya ku, kuangalia bila kuwa na uh, accidents yoyote. Kwa wale walio wapenzi wa sehemu kama hizi, wala hawana uoga wa kina kirefu, basi wanaweza kujivinjari vilivyo sehemu hii. Ni nadra kupata mandhari kama hii iliyo na sehemu mbili za maporomoko ya maji au ukipenda twin falls, na wenyeji hapa Sumot wanasema kuwa eneo hili limekuwa kivutio kwao na kwamba wanawakaribisha wale wengine waliokule nje ambao bado hawajashuhudia hali kama hii kuja kujionea. Kamchemenza KTN, katika sehemu ya Sumot Falls, kaunti ya Baringo, katika makala ya Tembea Kenya.